Sasa tuelekee kaunti ya Makueni ambapo wakazi kutoka eneo la Ndetani, eneo bunge la Kibwezi, kaunti ya Makueni wameweka mikakati ya kuboresha ardhi ya umma ya ekari kumi na tano iliyoharibika kutokana na mmomonyoko wa udongo uliosababishwa na ulishaji wa mifugo kupita kiasi. Wakazi hao wanatumia mbinu ya kuchimba mashimo ya nusu mduara na mitaro ijulikanayo kama half moon au Earth smiles kuhifadhi ardhi hiyo. Maria Sebastian na taarifa hiyo. Wakishirikiana na shirika la kijamii la Utooni Development, wakazi wa eneo la Ndetani kaunti ya Makueni wameshirikiana ili kuhifadhi ardhi iliyokuwa kame kutokana na ulishaji wa mifugo kwa muda mrefu. Hizi half moons zinasaidia sana kushika maji, hiyo maji haiwezi tembea. Hata mkiangalia hakuna maji ambayo imetoka hapa ikaenda mahali na mbeleni, hiyo maji ilikuwa inaenda na mtaro tu inaenda huko Indian Ocean na itusaidii. Ardhi hiyo yenye ukubwa wa ekari elfu kumi na tano imekuwa ikitumika na walishaji mifugo na kusababisha mmomonyoko wa udongo. Sasa wakazi hao wanatumia mbinu ya kuchimba mashimo na mitaro ili kuhifadhi ardhi hiyo vema, kurejesha vile hapo hawali kulikuwa Ndo sasa tukachimba mashimo smiles at, at smiles na terraces ndio sasa tungeweza kuregesha vile kulikuwa hapo hawali. Nyasi. Alex Musioka afisa wa shirika la kijamii la Utooni Development akieleza mbinu walizotumia kuhifadhi ardhi hiyo, amewahimiza wakulima kutumia mbinu za kuchimba mitaro na mashimo ili kuzuia rutuba kutosombwa na maji pamoja na kuzuia mmomonyoko wa udongo kutokea. mbinu ambazo zinatumika ili kuzuia maji yasiende, na pia ile inaitwa kuzuia mmomonyoko wa udongo Sababu hizo vitu zikifanyika, unapata ya kwamba ile mchanga ya juu yenye rutuba inaoshwa inapelekwa mahali ingine, na hiyo area haiwezi kitu moja, haiwezi mea nyasi na haiwezi mea miti. Kwa hivyo hizi ndio mbinu ambazo tunaimiza wakulima waweze kuchukulia ili kama njia ya kipekee ile wanaweza fanya ili waweze kurudisha mbazo e, ziko katika hali kama hii siweze kurudi kama vile zilikuwa miaka ishirini iliyopita. Wakazi hao aidha wameelezea ya matumaini yao kwa muda mfupi kutakuweko na mabadiliko na kujipatia faida kubwa. Miaka mitatu ijayo tunatarajia kuona mabadiliko zaidi kuliko sahihi hii. Nyasi ikikua, tutakuwa tunakata, tunaweka kwa gala, tunauzia community wanalisha mifugo yao. Kwa hivyo tunajua kabisa hii sehemu itakuwa nzuri. Sebastian Maria, Undugu TV.